vijiwe vya station jijini Dar es Salaam. Ni ana madhumuni tuweze kuyajua yale yanayokuwa yanahusiana na, na michezo na burudani. Dosa uko poa ndugu yangu? Uko poa. Sema uko. Alhamdulillah. Heri? Heri. Eh, bwana, nianzie wapi? Kushoto kwangu, kulia kwangu. Leo nakupa nafasi ya kuchagua karata. <laughs> Uh, <laughs> na miwani kwanza umevaa? Eh, hii eh, miwani ni kivaa? Eh. Huwa nasema sana ukweli. Eh. Unasema <laughs> hii ee, miwani nikivaa huwa yeah. Nasema sana ukweli. Sasa wewe chagua, sasa unataka mimi nianze wapi? Kushoto au kulia? Au huwa mimi ninachoona mm -hmm, ama ninachofahamu mwandishi mm -hmm. hmm. apangiwe swali n ni wewe kukuchagua sasa, tuanzie hapa. Mnyama simba jana amechapika dhidi ya azam FC, si chuma mbili kwa sifuri ulizungumza mara ya mwisho, na ukasema kwamba huu ndo mchezo ambao utaenda pia kumwonesha matola nini zaidi hanacho, na uliweka wazi kwamba hatoshi kuwa kwenye kikosi cha Simba. Tuanzie hapo, ulioshuhudia mchezo nini, hmm. kiliwaponza Simba? Yes, asante sana, asante sana nimependa okay. kumbukumbu zako hmm. <laughs> Simba amefungwa goli mbili kwa sifuri. Simba hajafungwa kwa bahati mbaya, Simba hajafungwa kwa bahati mbaya, alistahili kufungwa, alistahili kufungwa na amefungwa kwa sababu tatu mpaka nne. Tuanze kuzitaja hizo sababu. Sababu ya kwanza ni uongozi mm -hmm. Sababu ya pili, sababu ya pili benchi la ufundi. Sababu ya tatu, sababu ya tatu wachezaji mm -hmm. Zinatosha hizo. Lakini sababu ya nyongeza ni mashabiki Tuanze kuchambua sababu moja moja, brosa. Tuanze kwa uongozi. Yes, uongozi wa simba umekataliwa na wanachama wake. Uongozi wa simba unatupiwa shutuma na wanachama wake. Ni dhahiri shairi, inamaanisha hautoshi kuiongoza Simba, lakini sio tu wanachama mpaka baadhi ya viongozi kwa viongozi wanatupiana mishale ya maneno. Kuna wapo wanaamini Simba ikifungwa kuna viongozi wanashangilia mm. na kuna wapo wanaamini kuna viongozi wa Simba Simba ikifungwa wanachekea chooni. Kwa hiyo mimi niendeleze tamthilia yangu wa viongozi wa Simba, bado naendelea kusema na nitasema Hautoacha kusema ifikie muda mm. wa mtu kuacha anachokifanya. Mutaza Mangungu ndio ambaye ananyoshiwa vidole kwa kasi kubwa na mashabiki wa Simba kwa muda mrefu sasa, ni muda sahihi ya yeye kuamua ku step down na kuachana na kuiongoza Simba ili aone mambo mengine anaendaje. Mimi ningekuwa ni yeye ningeachia, ningekuwa mtaza Mangungu ningeachia, ningeacha ninge ninge kuiongoza Simba mm. Simba imeshamkataa Mangungu, matokeo yameshamkataa mwenyekiti, haina haja ya kung'ang'ania mm. Lakini wanahabari, kwa nini Mangungu anakataliwa? Zipo baadhi ya sababu zinasema ambazo hazina uhakika mm. Kwa maana Mangungu ni shabiki wa timu fulani. Uh, unamaanisha shabiki wa Young Africa. shabiki wa timu fulani ama ndo jasusi anahitajwa? Shabiki wa timu fulani mm. Hii hali iliyopofikia ni mbaya. Jana mm. baada ya mchezo nimemsikia shabiki mmoja wa Simba anasema ni wapi anapokaa Mangungu, wanatangaza vita, ni wapi anapoishi Mangungu. Anakwenda mbali, anasema kama ningelikuwa na bomu ningekwenda na kujiripua nikafa nayo. Hii ni hatari, ni kutokana na maumivu walionao mashabiki. Hii ni hatari kubwa mm. Hali kama hii ilipofikia, kiubinadamu, keshima yake mm. alipaswa kuwaachia watu timu yao, hata kama yeye sio muhanga mm. Lakini idadi ya watu anaowaongoza imetosha kuhitimisha safari yake. Yupo baadhi ya mshabiki wa Simba anakwenda mbali mm. anasema hivi: mwenyekiti anatuonaje sisi, ama anahisi anaongoza mbuzi? Kames, yes. <laughs> Yaani, leo imekuwa ni tamthilia mm. baada ya mechi ya Simba, mashabiki wa Simba kila mtu kaongela kwake, lakini mtanange kama haitoshi mm. kundi kubwa ambalo lina watu zaidi ya milioni linaandamana linasema Mangungu, Stop. Unadhani nini kinampa ugumu Mangungu kusikiliza hizi sauti za watu wengi kutokumhitaji kwenye kikosi cha Simba kwa muda mrefu? Mimi sitaki kuamini kwamba Mangungu ana kiburi kilichopitiliza, lakini anachopaswa kutambua timu hii ni ya wanachama. Kabla yake palikuwa na viongozi. Inatosha, inatosha. Na mimi nikwambie mtanaji mimi nina ukaribu wa baadhi ya mashabiki wa Simba sana, nawaona mm. na, na nina ushuhuda wakipokea simu kutoka kwa chairman akiwaomba wamtetee mute za Mangungu chairman <tipi> bado anahitaji kusalia. Chairman. Yeah. Taja Mangungu, unasema chairman. Si ndio mwenyekiti wa Simba? <laughs> Kwa sasa wewe unasema <laughs> Mangungu, Mangungu, mimi ni mkwe wangu yupo. Wapo baadhi ya mashabiki wa Simba wenye influensa kubwa ya kuitetea Simba, wao ndio wanatumiwa na mwenyekiti kuelekeza mambo ende hivi. Hii inaumiza, watu wanaumia kwa sababu ya mtu mmoja. Mtu mmoja huwa anachukua watu wake anawatumia ili watu hawasemee wa. Inatosha kwa maslahi mapana ya wana simba, chairman. Inatosha kwa maslahi mapana ya taifa hili, chairman. Inatosha kwa maslahi mapana ya mpira wa Afrika sababu, bado naamini Simba ana nafasi kubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Simba ana heshima kubwa kwenye mashindano ya kimataifa. Mgogoro huu unaoendelea kwenye klabu unaechafua klabu, mgogoro huu unaendelea kwa mashabiki wake na kwa baadhi ya viongozi, inachafua taswira ya klabu. Inatosha hapo, ni upande wa viongozi tumemzungumzia moca za Mangungu, hii inatosha. Twende kwa upande wa, umesema kuna sababu tatu nne, tuamie kwenye benchi la ufundi. Benchi la ufundi siamini duniani kama kuna kocha anaitwa Sele. <laughs> la kwanza <laughs> uamini kuna kocha anaitwa Sele. Umefika mbali sana, majina sio majina. ah, hey. nimesema hey. duniani Sijawahi kuona kocha anaitwa Sele. Basi, Sele, Selemani Ba, eh, Bakizeni Matola, wafute wao sio mtanangi. Dada yangu, Simba ni kubwa sana kuanzia kwa miaka yake mpaka kwa status yake, ni kubwa kuliko Matola, kuliko Sele na mimi hili nilisema wazi mm, ili tujue ubora wa Matola ni lazima apate mechi kama ile ya Azam, na nikamwambia mzee wangu Azim, usiwaaminishe wana Simba kwamba Matola anafaa, usiwaaminishe wana Simba kwamba kocha mzao anafaa. Mzee wangu almarhumu Mwinyi alisema, Tanzania ni kama kocha vichwa vya wenda wazimu. Bado anaendelea kusema benchi la Simba halitoshi kuifundisha Simba benchi la Simba halitoshi kuifundisha Simba. Well, wengi wanaenda mbali zaidi na kusema kwamba sio tu benchi halitoshi, bali hata kama wataleta makocha wengine pale, basi Suleiman Matola, ambaye amekuwepo pale kwa muda mrefu sana, na yeye pia ni muda sasa wa kuondoka pale. Wao unasemaje, Dosa? Wao wenye Simba mm. Wenye Simba yao wanasema hivyo. Inasikitisha, inasikitisha, inahuzunisha kuona makocha kumi waliopita ndani ya Simba kwa nyakati tofauti, mbaya na nzuri, pana na nyembamba. Makocha hao wote wameondoka, lakini Suleiman Matola bado amesalia kama kiongozi wa Simba. Kwa hiyo mimi ninachoamini ni kuungana na wale baadhi ya mashabiki wa Simba wanaosema it is over kwa Matola. Hmm. Hmm. Naungana nao, akatafute changamoto nyingine, akatafute malisho pengine, kwa sababu matusi anaotukanwa Matola ni dhahiri kwamba wana Simba hawana imani naye, ni dhahiri wanamwona kama kirusi kwenye timu yao. Inatosha, Selemani Matola inatosha, awachie watu aje na changamoto mpya. Tuamie kwa upande wa wachezaji, hiyo ni sababu ya tatu ambayo pia umeizungumza. Unasemaje kwa upande wa wachezaji? Nini shida kwa upande wa wachezaji ambao hapo jana tumeshuhudia wanapata nafasi wanashindwa kuzitumia? Hiyo ndio shida yao, mm, wachezaji, hiyo ndio shida yao. Sawa, hiyo mm, ndio shida yao. Mara kwa mara, mimi nasema ligi sasa hivi ni ngumu, Mashindano ya kafu ni magumu, NBC ni magumu. Kwa hiyo mchezaji timu inapopata nafasi mbili ihakikisha inafunga moja, na hizi ndio sababu ambazo mpaka leo zimethibitisha Simba kupata alama sifuri kwenye kafu Champions League, nafasi nyingi, matumizi sifuri, yeah. Simba anatengeneza nafasi kumi anakosa zote Simba ilitengeneza nafasi kumi na tatu kwa mbeya City, nikasema mm, hii ni hatari kwa klabu jana. Tumeona mm, licha iliya mpanzu kucheza vizuri kiasi gani yeah, lakini bado kuna baadhi ya wachezaji walimwangusha. Na kinachosikitisha zaidi wachezaji wa simba wakikosa magoli hawajutii wana relax mkwala jana, ngome imepigwa na muta Mpanzu imegonga posti, imemrudia kwenye miguu yake mm. amekosa. Naona ni jambo tu la kawaida, unacheza haya Azam mm. Azam mwenye Saduni, Azam mwenye Benge, Azam mwenye msi, msi, Msindo mm. Azamu mwenye Kaminko Faisali, Azam mwenye yule Mkongo anaitwa nani alofunga goli Kitambala, hatari Kitambala. Azamu mwenye Nado, watu wanakimbia kama vile wamefungwa spidi niliamini na nilitarajia fika Simba hiki ndo kipimo chake sahihi cha ligi kuu NBC msimu kufanya maboresho makubwa sana. <laughs> taswira walaoipata wanaenda kufanya maboresho makubwa sana jana. Tumwona ni namna gani Shomari Kapombe anavyoweza kupata tabu akiwa na wachezaji bora. Unajua mwalimu Bengi kamsoma sana Kapombe jana kamwangalia akamwambia, hapana, wewe njoo ingia Saduni, mkimbize yule. Mimi alivyoingia Saduni tu, kimoyomoyo moyo ngasema Simba ishafungwa. Mm -hmm. Nimpongeze sana Saduni, amekuwa man of the match. Kiwango bora, kiwango bora, nado ilikuwa bado anawalea Simba uh -uh. Fei naye halikadhalika kwa sababu anajua kwamba hii timu mimi nanitaka. Akawa anawalea. Akawa anawalea lea. Saduni, na jambo ambalo nyinyi mlijui. Saduni licha kwamba ni mwajiriwa wa Azam, lakini Saduni ni mwananchi. Dosa, tukizungumza hapa, hii ndio imeenda kuleta tofauti ya kocha mwenye profile kubwa nikizungumzia Ibenge kwa kusoma mchezo na Suleiman Matola ambaye alishindwa kuelewa nini hasa anataka kufanya. Ni mwalimu wa university na mwalimu wa chekechea jana wamekutana. Eh? Na ndo kilichoamua mchezo. Na ndo kilichoamua mchezo. Mwalimu wa university na mwalimu wa chekechea. Ibenge na Arega. Hawezi kuwa sawa. Maarifa haiwezi kuwa sawa. Hawezi. Mtanange? Lakini kocha alikiri dakika 45 hapo Simba walicheza vizuri. Simba. Ibenge. Ibenge. Alisema 45 zilikuwa sawa. Simba. Kwa sababu ilikuwa 0 bin 0. Zilikuwa sawa baada ya Na watu wanazungumza dakika 45 zipi zimeamua mchezo alichoamua kufanya ibenge ni kuwasanifu simba <laughs> ni kuwacheka simba bwana <laughs> <laughs> ah, poleni watani zangu mm. mimi simba ni watani zangu mm. na kuna baadhi ya watu ni washikaji zangu sana lakini lazima tuwapelekee salamu mm. wanapoelekea ni kubaya zaidi kama wasipofanya mapinduzi kwenye timu mpaka katiba ifanywe mapinduzi ikiwezekana mm. Hey, pia kuna baadhi ya mashabiki watolewe w wa timu nyingine na mashabiki tena watolewe eh hey. Unaweza kunitajia hata mmoja? Ah, sikutajii, sikutajii kwa manufaa ya watani wako. Wapo, wapo. Nani tumtolee? Yupo shabiki kumi mmoja na yupo shabiki mmoja na Kambagala mwisho mwisho huko <laughs> uh -uh, yes, Simba kile ikicheza vizuri kitu. This is Simba yeah. Yupo. This is Simba kwa Simba. yupo astahili hmm. klabu kubwa miaka tisini sio klabu ya propaganda hmm. ni klabu ambayo kila anachokifanya itakiwa kiwe wazi yupo hmm. Sababu mashabiki, mashabiki, mashabiki. Mashabiki. Tuje hapo kwenye mashabiki, mashabiki wanatumika yeah. Nimesema mm. Chairman, kuna baadhi ya mashabiki anawapigia simu akiwaomba wamtetee mm. Okay. Chairman anawapigia baadhi ya mashabiki simu mm, akiwaomba watetee mashabiki hawa, ninao majina yao ya ninayo na nawahifadhi, wakitaka ushahidi nitawapa Dosi, nitakupa kwa muda wako uh, nje ya kamera. He, nitakupa lakini waambieni, mm. Simba inaangamia mm. Simba inapotea, Simba inapoteza mvuto, leo Simba inacheza kama vile timu ya kawaida, mashabiki hawaendi uwanjani, wamechoka. Dossa, kwa kumalizia tu kwa kiufupi tu, jana, usimkatie mtu tamaa. Prince Mpomelelo Dube anaingia tena kambani kwa mara nyingine, mara ya tatu mfululizo, na kuandika goli kwa upande wa young Africans na kuwatoa kimasomaso. Unazungumziaje yule waliomkatia tamaa? Ndiye yule ambaye anawapa kichwepe mashabiki wa Yanga Afrika. Shida yako Chapesa, wewe ni lazima tuwazungumzie Yanga. Tumeshakubaliana nje ya pazia, jamani, stori ni hii leo. <laughs> Lakini lazima tumpongeze Prince Dube, hakika ametupa thamani hakika ametuvusha kwa sababu ajenda ingegawanyika jana. Mbona nyinyi mmesuluhu mm. Kwa hiyo Dube, kuna namna sisi tumpongeze, lakini bado mwambieni Dube, bado mwambieni Selestine ikuwa Dosa aridhishwi na viwango vyenu bado, bado mwambieni au afahamu, kwa kiwango kile mwambieni, msifiche mm au tunamwita Dube mchezaji wa kuamua wa kuamua mechi ngumu, bado Dosa aridhishwi na kiwango kile, bado anahitajika kufunga zaidi. Ekuwa vipi? Ekuwa ndo, mwambieni bwana, Yanga haina urafiki wa kudumu mm. Yanga haina mapenzi ya kudumu. Ukiwazingua nao watakuzingua, ukiwazingua na wao watazingua Ndugu yangu Sanga anajua vizuri watu wa Yanga walivyo, wakamzingua. yupo baadhi ya shabiki mmoja wa Yanga, shabiki <laughs> mkubwa kabisa, kawazingua Yanga naye kazinguliwa <laughs> we <Watu enye> nilimwambia <nangwa. laughs> yule shabiki <laughs> wewe unapanza kunchukia mimi binafsi <laughs> sio <young Africans. laughs> akaingia kwenye mtego. kaingia kwenye mtego. Na mimi niwapongeze sana viongozi wa Yanga, hakika mmefanya jambo ambalo kibusara zaidi limenifurahisha kibusara kabisa, kwa sababu sijajua shabiki yule alipata mamlaka gani ya kuwatukana viongozi wa Yanga. Nani shabiki gani? yupo shabiki mmoja. <laughs> ha, yupo. Ali aligusa pabaya kagusa vibaya. Unajua nikajiuliza shabiki huyu anapata mamlaka gani ya kumtukana Engineer Harris? Dosa, nimejiuliza shabiki huyu anapata mamlaka gani ya kumtukana Madam Zayana, Alex Ngali, mm. Ali Shabani Kamwe mm. Nimejiuliza sana maamuzi yaliofanyika ni yapi? tumemtoa kwenye kundi ni zile stories za kuwa nasikia, zile zile ni goli Yanga, zile zile zile tumemjeka. <laughs> Viongozi, na mi niwaambie viongozi, jambo mlolifanya, nimewapongeza kwa kiasi kikubwa ku mno kiasi kikubwa mno. Nafahamu muda ulompa ni miezi miwili, lakini bado nawaomba kwa unyenyekevu mkubwa kama itawapendeza huu tumondoe kabisa, amesimamishwa kwa muda wa miezi miwili. Wewe unasema kujihusisha na Yanga kwa sasa hivi. Yes. Katukana viongozi, sijasikia akiwatukana, huwezi kusikia hizo hmm. Ni taarifa muhimu kabisa, kabisa. Muhimu <laughs> ipende Yanga kwa maslahi ya klabu, sio maslahi yako Yaani usitumia Yanga kama bridge kwa ajili ya kupata kitu pazito, situmeumia Elis amefanya mangapi kwenye klabu? Ngai kafanya mangapi kwenye klabu? na jana, nikwambie jana, jamaa, jana klabu imekwenda kwenye kuwatembelea watoto yatima, Alex Ngai kawambia ni subiri huko ndio, yeah. Sifa viongozi. Lakini ana room ya kuomba msamaha na kurejeshwa mapema kabla ya miezi miwili. Na, si na, na, na, na kama viongozi wana room ya kukubali msamaha au kukataa msamaha, hmm. Yeah. Haiwezekani. Viongozi wanapaswa kufanya yule hmm, fundisho kwa mashabiki wengine kuwa na mipaka na klabu kuwa na uzalendo na klabu klabu tumepambania kwa kiasi kikubwa. Leo unapokuja kwa ajili ya maslahi yako binafsi, unamtukana kiongozi, sio sawa. Tanange sema au mazoea yamezidi, unawaweka sana karibu. Tumemlea, lakini amekuja kwenye kundi kwa ajili ya kwenda kutengeneza classes. Mimi nawaambieni kabisa kikundi cha influenza kimegawanyika, gawanyika kwa sababu yake mm-hmm. Leo mpaka waandamizi wanaonekana wafai kwenye kundi la influenza oh. Rafiki yangu mpaka Frenki Yanga kamboyo hustaili kwa kwenye kundi la influenza kweli, kakaa kando mpaka mwenezi kando. Hongera sana viongozi. binafsi mimi nimefurahi Binafsi mimi nimefurahi na kama ikiwapendeza tuachane naye. Shukrani sana Dosa. Asante sana.